Mimi leo, kuna kitu kimoja nataka nikiseme ya, yeah. Of course kuna watu watajisikia vibaya kwa sababu kwa namna moja ama nyingine naweza nikawagusa, lakini mm, tutasameana. Yeah, lazima tuambiane ukweli ili tuweze kupona. Unajua, kuna watu wengi wanawasumbua sana wachungaji wawaombee ili waweze milango yao iweze kufunguliwa. Sana kwetu sisi wanaume, unajua shida ni nini? Kuna watu ambao mm, kwa sasa wametelekeza mbegu zao. Najua, amwezi kunielewa ni kitu gani nasema, naomba nifafanue. Unakutana na mwanamke, unakutana na binti, mnakaa, mnakubaliana. Ma, makubaliano yenu baadaye, binti wa watu anakubali, anazipokea mbegu zako na kuzitunza. Ah, miezi tisa, so mchezo. Anatunza zile mbegu lakini mwisho wa siku labda kuna kutoelewana. Kutoelewana kupo, lakini lazima ujue zile ni mbegu zako, na wewe ndio umempa. Baada ya miezi tisa kujifungua, changamoto inakuja hivi, unaondoka uh, na kukimbia majukumu kabisa, na kumwachia mwanamke anaanza kupambana na kuangaika na mtoto. Unajua kwamba hiyo ni mbaya na ni laana kubwa sana, ambacho unaweza kuwa unakifanya, kinaweza kisiwe kinafanikiwa kwa sababu ya kile kilio ambacho umekiacha nyuma. Of course, watu wengine wanaweza wakajua kilio ni cha mwanamke hapana. Kilio kinakuwa ni cha mtoto, kwa sababu unapomlea na kumtunza mtoto wako, hata kama kuna namna nyingine moja ama tofauti umeweza kukorofishana na eh, mwenza wako, ina inakupa wewe baraka, kwa sababu anayekuwa akilia nyuma sio mwanamke bali anakuwa ni mtoto. Uh, nimekutana na vitu vingi sana ndio maana leo nimesema ni sema Unakuta una mtoto mwaka wa kwanza wa pili wa tatu wa nne mpaka wa tano, haujui mtoto anakula nini, haujui mtoto analala wapi, haujui mtoto matibabu anapata vipi, kwa sababu maisha ya kawaida watoto hupata changamoto mbalimbali mbali za kiafya. Nipende kuzungumza na wewe mwanaume mwenzangu, ambaye upo hapo unaniona na unanisikiliza kwenye mitandao ya kijamii, stuka, hakikisha unamjali mtoto wako. Kugombana na mwenza wako isiwe chanzo cha kutomhudumia mtoto wako, kwa sababu unapoteza vitu vingi vya kibaraka, kwa sababu au muhudumii mtoto wako. Alafu watu wengi nyinyi ndio mnaongoza kwa kuagiza visinia, kufanya beach party na nini, kuwafurahisha ku, watu wengine, usipokuwa makini, kuna siku utakapokuja kushtuka na ujui mwanao yuko wapi. Utataka binti wa kukufanyia kazi, utajikuta ni binti au kijana unampa kazi ya kukufanyia kazi nyumbani kwako, au unajikuta watoto wako wanaolewa, wanaoana wao kwa wao kwa sababu hawajuani. Tujitaidi sana kuhakikisha tunajirekebisha, kuhakikisha tunawajari na kuwasaidia watoto ambao tumewaleta duniani. Na kutupatupa mbegu na kujiita odari wa kuzaa watoto wengi sio ufari, bali unakuwa unajiteketeza wewe mwenyewe, lakini pia na kuwatesa wale ambao wasingelistahili kuteseka. Yaani, starehe zako zinawafanya watoto kulia nyuma. Kuwa makini, jichunge sana. Baraka unazo wewe mwenyewe umo kwenye suruari zako. Yani ukifungua suruari, hakikisha unajua unaifungua kwa malengo. Bye.